Mimi kwa hapa tunasubiri matokeo mpaka tujue mwisho wake inakuwaje. Lakini maelekezo ya Tume sasa kidogo mkae manyumbani mtatangaziwa? Ah, ma, tuma, Tume imesema tuhamia tu. Na sisi tumekaa tuhamia hapa. Uh okay. -huh. Eh, ndio kwa tuhamia tunasubiri wabandike tukaangalie. Na uome uli ulifanikiwa uli, mchana kupiga kura? Eh, kama kawaida ndio baada naomba tunasubiri hapa. Na una una una, una dukuduku la kujua matokeo yako. Eh, lazima tujue matokeo yetu. Lazima tujue. Hali ilikuwaje mchana labda na sasa hivi kulinganisha jioni? Ah, mchana uchaguzi kila kitu kimeenda fresh ila jioni sasa hivi ndio mambo yanafanyika fanyika yaeleweki, kama sasa hivi wanasema wanabandika, lakini wanabandika kwenye giza. Sasa utamadiaje matokeo kwenye giza? Alafu vile vile kuna watu wanaingia na kutoka. Kuna gari likuja hapa iskudo nyeupe, ilikuwa na mifuniko nyuma, tukaizuia isiingie hapo, ikarudi kwao. Ndo mambo kama hayo kwa um, hiyo mnaishi kwamba labda walitaka kuchakachua kura kitu kama hicho, ndio maana tumesimama hapa, tutoke, yani atuhamia sisi hapa Hayo ni maoni ya baadhi ya wa, ya, ya wananchi ambao wako maeneo haya. Na kimsingi ukiweza kuangalia kuna umati mkubwa wa watu. Ni usiku sana sasa hivi, lakini bado watu wameamua kukaza, wanataka kuhakikisha kwamba wanapata matokeo yao, walishinda mchana kupiga kura, lakini zimehesabiwa na sasa wanasubiri kujua nini. Nitakuwa mtazamaji wa TV, tuendelee na kuendelea kuangalia kwa makini, tuangalie swala zima la uchaguzi na, na matokeo yake litakwenda vipi katika jimbo la Ubungo.